Mtazamaji wa Tumaini Television, pasi na shaka ni mzima afya kabisa. Nikukaribisha kwa moyo mkunjufu kwa katika kipindi aupindwa fahari ya loku wengi, na hii ni nyota ya mwanamke. Kama kawaida ya nyota ya mwanamke, ndo mahali pekee tunaweza kukaa na kuzungumza mambo kadha wa kadha yanayohusu wanawake na wale wadau mbalimbali wa masuala ya wanawake wote, ndo mahali pa kujifunza mengi hapa. Mimi naitwa Eve Anton Kazimoto Woman for Grace, niko hapa kuhakikisha mambo yanakuwa mazuri kabisa. Lakini kubwa ambalo tutaangazia siku ya leo katika jukwaa hili ni kuhusu kuelekea maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani mwaka huu elfu mbili ishirini na tano ili kujua haya na mengine mengi, basi ungana na mimi pamoja na wageni wangu tayari kwa studio hapa, watakuwa wanajitambulisha uh, na utajua wametokea wapi. Habari za leo. Mzuri, habari za za leo leo Mungu ni mwaminifu, sijui nyewe. Tunamshukuru Mungu. Mm. majukumu majukumu yanaenda vizuri, kazi iendelee, kazi kazi ndio. okay. okay. kwa majina yako unaitwa nani? kwa majina anaitwa Maria Mambo, sasa ni katibu wa rau katika tawi la chuo cha NCT cha utalii. okay. karibu sana. Mm. Karibu. Asante, na mimi naitwa Nema Mgaya, ni mwenyekiti wa kamati ya wanawake rau kanda kanda ya Mashariki. Karibu sana asante sana, kanda nzuri kabisa. Ndio ndio, tuko na wanawake, tunakwenda kujusana mengi kuhusiana na siku hii adhimu, mm -hmm. ya mwanamke duniani mm -hmm. Kwanza tukianza katika, kwa nini tunafanya maadhimisho haya ya mwanamke duniani kwa faida ambao wanatazama, wakati amba huu yana maana gani? Kwa sababu wengi hawafahamu, anatu tunavaa sare mm -hmm. tumeenda kwenye heka mm hekaheka -hmm. shamra shamra zile lakini, mm -hmm. bado hawajui zinamaanisha nini? Yuko mwanamke mwingine akatiwa, kwa nini wanawake hawa na adhimisha siku hii adhimu ya mwanamke duniani? mm, sawa. Yeah. Tunashukuru kwa swali zuri. Yeah. Tunaadhimisha siku ya mwanamke duniani yeah, ili kuleta hamasa mm, kwa wanawake mm, na kuwaonyesha kwamba wanawake katika jamii wanaweza mm, na kumweka mwanamke akaye akijiamini kwamba ana nafasi sawa na mwanaume kwa sababu hmm. tumekuwa na muda mrefu sana mfumo dume hmm, wanaume ndio walikuwa wanaonekana wanaweza kila kitu, wanaweza kuongoza jamii, wanaweza kufanya maamuzi. Lakini sasa kwa kadiri siku zinavyozidi kwenda, tumetamani kuona mwanamke naye ajisikie kwamba hata yeye anaweza, kwa sababu naye ni binadamu kama binadamu wengine, anaweza akafanya maamuzi kama ambavyo amemudu kuweka vizuri familia, hata jamii pia anaweza akaiongoza. yeah. mm. Hmm. Ndio, lakini pia hmm, kama alivyosema mwenzangu hmm, lakini pia ni fursa, fursa adimu ambayo inafanya wanawake wanakutana pamoja. Unajua, wanawake tukikutana pamoja kuna vitu ambavyo tunashea hmm, e, kiokea ni fursa tulizo nazo e, changamoto tulizo nazo vilevile hmm, lakini na jinsi gani pia kuweza kujikwamua hmm. Kwa hiyo tunapowazimisha hii, hii siku ni kuwafanya wanawake wajione wanaweza. Unapomwona mwezako amefanya kitu fulani na pale amefanikiwa, basi nawe pia unaweza na ndio maana tunawaweka uh, pamoja kuwapa hamasa, kuwapa hii fursa ya kuweza kukutana, kufanya networking ya kujua mambo mbalimbali mbali, ya kupeana fursa mbalimbali hmm, ambao pia inawafanya waone kumbe, hata hichi tunakiweza kwa pamoja. Kwa hiyo jinsi tunapoleta pamoja, wanabadilishana mawazo na kuwafanya waweze kusonga mbele zaidi, na, kuwe, na kuona kwamba sio tu kila kitu anaweza kufanya mwanaume, hapana. Hmm, hata wewe mwanamke unaweza once unapokutana on pamoja na kushia hizo ideas na kushia fursa mbalimbali basi mnaweza kujua kabisa, katika mambo mengi tunaweza tukafanya kama vile wanawake ndio. Okay, tumekuwa tukifanya maadhimisho haya mara kwa mara kila mwaka, lakini yuko mm. mwanamke ambayo tunasema ni mwanamke wa kawaida, ambayo eh, tuko maofisini, yaani wakule mtaani, mwanamke mtaani, mjasiriamali mdogo mdogo nyumbani, lakini dio, pia naye hafahamu umuhimu mm. wa hii siku yetu adhimu mwanamke, na mm. namna gani anaweza kushiriki dio, dio. Uh, pengine kupitia mm. siku hii ambayo tunaelekea Machi nane, ambayo ilikuwa ni siku ambayo inaadhimishwa na ulimwengu mzima, tunaadhimisha siku hii, tunaweza kumwambia nini huyu mwanamke ili naye ajue kuna umuhimu wa yeye kujiengage ku, na wanawake mm. wenzake katika siku hii. Vitu mm, vya kuongea naye mwanamke ni vingi, kama nilivyosema, mm. tunapokutana na wanawake mm. tunakuwa na mawazo mbalimbali wendi tukishachanganyikana tu maanake, kuna idia zingi nyingi pale zinazaliwa. Lakini hata hivyo tukiangalia kwenye, kwenye kauli mbiu yetu ya mwaka huu inavyosema, mm yani, uwezeshaji wa mwanamke msichana elfu mbili na ishirini na tano katika kuimarisha haki, usawa na uwekezaji mm kwao. Katika uwekezaji mkikutana mm -hmm. siku hizi kuna mambo mengi sana, kuna vikundi mbalimbali mbali, kuna jinsi ya biashara mbalimbali mm. Kwao huyu mwanamke asione hii siku imepita tu, hapana au ni siku yake, ni siku yake kuja kusherehekea, kuja kukutana na wenzake, kuja kujumuisha na pia kuja kujua fursa mbalimbali kwao zinazopatikana, lakini pia na na jamii inayomzunguka, yaani elewe mwanamke lazima awe, awe imara katika mambo hayo ya uwekezaji ya hmm. ili kujikwamua kiuchumi hmm. Ndio, lakini ki, tukisema kuelekea siku ya mwanamke nini pia bado kuna baadhi pia taasisi hmm. Hmm zikiwa taasisi binafsi baadhi yeah, ambapo pia baadhi ya waajiri pia mm, bado hawachukulii umuhimu mm, kwa siku hii adhimu mm, ya mwanamke duniani na pengine hata kuungana na matakwa yale ambayo yanakuja mm. barua mbalimbali eh, kuhusiana na siku hii mm. eh, labda kupitia jukwaa hili ndio mm. wa. mm. sawa, na kwa taasisi nyingi ambazo labda hazichukuli muhimu wa kumpa nafasi mwanamke, tunaweza kuambia kwamba wana... tunaomba wabadilishe sera zao mm. ili sera zimpe nafasi mwanamke mm. aweze kuingia kwenye nafasi za maamuzi mm. kwenye ngazi mbalimbali za taasisi za kusaidia kuweka mipango sawa ya taasisi, kwa sababu kama ambavyo tunaona, mwanamke anaweza akaongoza familia, anaweza akaongoza jamii kule mtaani mm. kuna vitu vingi sana mwanamke anaweza kufanya kwao pia, tunatoa hamasa kwa wanawake makazini, labda maeneo ambayo wanaona kuna maeneo kuna bado hawajapata nafasi ya kutosha, kwao ni nafasi yao wanawake wenyewe kuamka, kuunganisha nguvu pamoja, kuisaidia taasisi iruhusu maeneo ambayo bado kuna mfinyo ambao mwanamke hajapata nafasi, iweze kumpa nafasi, iweze kumwachia naye afanye, kwa sababu wanawake wanaweza, kama ambavyo tumeona Mfano mzuri kwa rais wetu ni mwanamke. Oh, na amefanya vizuri. Oh, na si yeye tu, bado tuna mawaziri wanawake. Oh, wanafanya vizuri, na si hao tu, bado tuna spika ambaye ni mwanamke Okay. amefanya vizuri sana mpaka dunia imemtambua Okay. na amekuwa ni rais wa mabunge ya dunia kwa Okay. kufikia hapo sisi kwetu pia tunajivunia Okay. kwamba ametoka Tanzania Okay. na ameweza, na dunia imejua kwa sasa. Kama kuna taasisi ambayo bado haijaelewa ielewe tu kupitia hiyo mifano michache ambayo tumetoa, kwamba wajue watupe nafasi, tunaweza tukafanya na sisi pia. Ukiangalia chama chetu cha lau mwenyekiti wetu ni mwanamke ujue. Aya. na anafanya vizuri, anapambana na jembe mm. fanya vizuri sana Ndiye. Tuliamini tukampa, na wanawame wakaelewa kwamba atatufikisha mahali fulani, na ameweza pengine mm. yeah. tunaposema kwamba tunaadhimisha maadhimisho haya sasa kwa, kwa, dunia mm. Lakini pia tunawezai sasa kudhibiti baadhi ya mifumo dume ambayo inaonekana kwamba ndo inatutawala. Okay. Namna ya kudhibiti mm. ni sisi wenyewe wanawake kuunganisha nguvu mm. Kwa mfano hata hii tunavyoelekea hii siku ya mwanamke duniani mm. Ile siku kabla ya ile siku huwa tunakuwa na mambo mbalimbali ambayo mbali mbali tunayafanya mm. Tunafanya washa mbalimbali tunaandaa semina mbalimbali mafunzo mbalimbali mbali, na tunatoaga nafasi kwa taasisi tofauti tofauti kwamba kama kuna eneo ambalo wanatamani wapate mwezeshaji kwenye eneo husika wanapelekewa mwezeshaji anakwenda kutoa maada kuhusu jambo fulani ambalo kidogo labda halijakaa sawa sawa ili mambo yakae sawa, na wanawake waweze kupata nafasi kubwa kwao. Pia tunafanya maandalizi, hatusherekei tu ikifika ile siku. Hii wiki yote kuna vitu vingi ambavyo tunavifanya vingi sana tunafanya semina mbalimbali za mada tofauti tofauti. mm -hmm. Tunafanya matendo mengine ya huruma. mm -hmm. Tunaiona jamii. Kwa mfano safari hii tumejipanga. mm -hmm. Tutakwenda kuona gereza mm -hmm. la watoto wadogo waliofungwa mm -hmm. wale liko pale Upanga, Upanga. Kwa tutakwenda pale na jamii tajua kwamba sisi kama kina mama tumuona, lazima tukaseme nao wale watoto mm -hmm. kwamba wamefika pale si kwa bahati mbaya mm -hmm. kuna maisha baada ya pale kwao, tuna mpango nao. okay. Tunaendelea kukilea hiki kizazi Kasa kama kuna taasisi labda bado haijajua, tuna maeneo mengi tunawafikia watu wa lika zote. sisi mm. kama walezi najua, mm, mwanamke ni mlezi mm, na jicho lake linaona mbali. Tumeona pia kuna jamii asi, akatoka pale naule mfumo nilikosea, mm, nikafungwa, mm, sifai katika jamii e, kosisi, na jamii jaenga e, sisi tunachukua hiyo nafasi hiyo gepu kumfanya ajione bado ni binadamu. Makosa binadamu anafanya, lakini anaweza pia akarudi akawa jamii kwenye jamii akafanya vizuri kabisa, kwa sababu maisha ni kupanda na kushuka. Maisha yana kona nyingi, akipita kona hii, mama jicho likiona, anajua jinsi ya kuiweka jamii sawa. Ni wiki ambayo pia tunafanya vitu vingi sana, wengine wanakwenda gereza na wanawake kuambia wanawake waliko gerezani kwamba bado thamani yenu ipo, Segerea, kwamba bado thamani yenu ipo, natakiwa mrudi kwenye jamii baada ya marekebisho mnayofanyiwa mrudi mwendelee kuijenga jamii na familia. mm. lakini bado wengine watakwenda vituo tofauti, wengine wanakwenda mahospitalini, wengine wanakuwa na vipindi makazini. kuna mm. vipindi mbalimbali vinaendelea. mm. na hizo mada zote wawasilishaji ni wanawake, nasi Tumaini Media tuna kipindi kama hichi kinaendelea. mm. Kama, kama hivi, hivi. unavyoona, ya. <laughs> kwamba tunafika mbali wanawake hata, yeah. kule ambako jicho la mwanaume halijafika. mm. jicho la taasisi halijafika. mm. wakati mwingine jicho la jamii halijafika lakini jicho la mwanamke linafika, mm. yeah. jicho la mwanamke liko mbali kukujazia hilo la mambo sasa. yeah. kama alivyosema mwenzangu ni kweli kabla tujafika kwenye siku ya maadhimisho ya siku ya wanawake, kuna michakato inaendelea, mm. kwenye taasisi zetu mbalimbali. tumeandaa mafunzo mm. mafunzo ujasi ya ujasiria mali mm. lakini pia mafunzo ya haya ya uwekezaji, tumekuwa tukifanya kuwapa fursa mbalimbali mbali mbali wanawake kuwawezesha lakini pia mafunzo ya biashara ndogondogo mwanamke ili kuweza kujikwamua kiuchumi mm. kwa sababu lengo hasa ni kujikwamua kiuchumi mwanamke mm. Anaweza kujikwamua basi, anaweza kujisimamia mwenyewe kwao. Kabla ile siku kwanza, tumekuwa tukitoa ma, ma, ma mafunzo mbalimbali, ili huyu mwanamke sasa aelewe thamani yake kabla ya kufikia siku ile ya maadhimisho, ambao sasa na mwanamke tunasema kabla sehemu ajafika jicho lake mm. linafika. Kwa hiyo once ukishamwelekeza mwanamke huyu, manake unawake kabisa, kuna wanawake kumi watajua wa ujumbe kwao kupitia mwanamke huyu, si na hichi kipindi ambacho tuko sasa hivi na mimi tunaangaliwa na, na jamii nzima kwao kupitia uh, uh, siku ya wanawake duniani. Kuna fursa mbalimbali ambayo tumeziandaa, kuna mafunzo ya vitendo wanawake ambao watafanyiwa, ili kwa ajili ya kwenda kupeleka hii meseji kwa wenzao nimekuwa nikiona kwa baadhi ya miaka iliyokwisha, na nasijajua mwaka huu utakuwaje. Uh, hata katika mavazi ambayo baadhi ya vyama uh, vya vya vyama vya wafanya kazi Ndia. kwa mfano sisi wenyewe rau uh, kuna uh, wanatoga sangene ni ngora babatiki yaani, naona kama vitu vingi vinavyotolewa, moja wapo ninaweza kusema kwenye batiki babatiki inakuwa ni kazi ni kumwinua mwanamke, ndio ni kweli, ni kweli. Kama chama chetu tunapofanya mara kadhaa tumekuwa tukiweka sare za, za batiki ile ni kuweza kumwinua mwanamke kwamba hata mwanamke pia anaweza, na tumeona na ni nzuri kabisa, na hata ukivaa unapendeza mwanamke, lakini ni kazi ya mwanamke ya mikono kwao tu. Tukianza sisi wanawake wenye kuinuana katika vyama vyetu, maanake huyu mwanamke atafika mbali. Unapomwezesha mwanamke mmoja, manake umewezesha jamii. Huyu mwanamke akitengeneza batiki nzuri akaipeleka kauza, maanake atapata kipato akipata kipato maanake watoto atakula pamoja na baba aliyo kwenye hiyo nyumba atafaidika, mm. na atapeleka pia watoto wake shule. Kwao unaona kwamba ukimwezesha mwanamke maanake umewezesha jamii, na ndio maana na ndio maana halisi ya hii siku ya siku ya wanawake duniani. Ndio baadhi ya wanawake hapo mwanzo wanawake mm. walikuwa wakiaminiwa sana, na tukiamini kwamba tukimwezesha mwanamke mm. au ukimpa nafasi mwanamke basi jamii nzima itapata kuwa kuendelea mbele ndia, ndia. Lakini kwa sasa kuna baadhi ya wanawake ambao uh, wamekuwa wakiturudisha nyuma mm -hmm. Sio waaminifu, nadhani labda pengine nikuwa ni, mm -hmm. ni tamaa nafikiri, kama kama ulivyosema ni baadhi mm -hmm. Sio wanawake wote mm -hmm. Yaani e, mwanamke ndio jamii mm -hmm. Yenyewe sasa, kuna wale wachache basi wasiturudishe nyuma, wasitufanye kasi yetu wa maendeleo ikapungua. kwa mfano sasa hivi kuna maswala mengi utandawazi, mm. mambo ya globalization mm. ina ina ina na teknolojia, ukuaji wa teknolojia una positive impact na, na negative impact hiyo mm. Kwa inawezekana katika kuwaje wa jamii yetu hii, dunia inavyokwenda kwa kasi, kuna mambo pia tunayapata ambayo kwenye jamii yetu sio mazuri mm. Kwa mimi nafikiri e, huyu mwanamke tumuamini mm. inawezekana kuna kundi dogo sana la wachache, lakini wale wanawake uh, unajua hata pia, pia kwenye kwenye misingi ya dini mwanamke mwanamke ameumbwa kuaminiwa mwanamke ndio mtunza jamii, mwanamke ndio mtunza familia. Kwa hiyo nafikiri katika utandawazi tunaoendelea nao na teknolojia, haimaanishi hai kwamba wanawake wote wame, wameturudisha nyuma au wanawake wote wanafanya vitu ambavyo sio sahihi, ni hao wachache. Lakini pia akiweza, akiweza kusimama, akiona wanawake wenzake wakifanya, atasimama vizuri, ndio hmm. <laughs> Na tazamaji, hii ni nyota ya mwanamke, na tunaelezana mengi kuelekea siku ya mwanamke duniani, ikiwa siku hii ilianzishwa rasmi mwaka elfu moja mia tisa sabini na tano na tano na Umoja wa Mataifa, na lengo na madhumuni ikiwa ni kumkomboa mwanamke, kumpa usawa mwanamke. Maana hapo mwanzo mwanamke alionekana kuonewa, mwanamke mm. alinyimwa uhuru wa kufanya kazi mm. na pia hata kipato ilikuwa akimfiki mwanamke, lakini tunaona kwa sasa hivi mambo yanakuwa ni mazuri, na mfano ni namba moja mwanamke nambari moja mm, Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan mm, anapeperusha bendera mm. Tutarejea hivi punde, endelea kubaki na sisi. Mtazamaji, tumerejea tena baada ya mapumziko mafupi. Ni ungo wetu ya pili na ya mwisho kubwa zaidi leo. Katika nyota ya mwanamke, tunaangazia kuelekea siku ya mwanamke duniani, siku yetu sisi wanawake. Tuna siku moja kutoka mwaka ya kusherehekea siku ambayo imeungwa mkono kimataifa mm. tangu pale mwaka 1975 <laughs> na sisi ndo tunaiadhimisha kila mwaka wa Machi nane mm. mwaka huu kitaifa tunaelekea mkoani Arusha ndio, ndio. So, kitaifa kitaifa, uh, ni Arusha. Eh, mm. Kitaifa kama Tanzania taifa mm. Lakini haimaanishi kwamba mikoani kwetu mm, eh, wilayani kwetu hatuadhimishi mm. mm. tunaendelea kusherehekea, tunaendelea kusherehekea lakini okay. kwa lile kunde mbayo limejaleka mm. na Arusha lina kwenda okay. <laughs> Lakini ambao tuko hapa <laughs> ndio, kama tumeshaelezea hapo mwanzoni, kuna mambo ambayo tunayafanya yeah, tutegemea yeah, yeah. nini kuelekea huko katika makao makuu na nani uh, kuelekea okay. huko jijini Arusha na Geneva. <laughs> Kwa kweli kule tutegemea mambo makubwa. uh -huh. Tutegemea kwa sababu kama ilipo mgeni rasmi mwenye atakuwa ni Mama Amiri Jeshi uh -huh. Mkuu namba moja mwanamke uh -huh. namba moja ambaye ndio tunamwangalia kwa kwenda kuwa mgeni rasmi na tunajua kabisa kweli kuna ma, kuna maandalizi yanaendelea mengi sana. Mm -hmm. Kwa sababu wanawake watapata pia fursa ya kuonyesha bidhaa zao wanazotengeneza. Mm -hmm. Kwa hiyo kutakuwa kuna biashara mbalimbali. Mm -hmm. Lakini licha ya hivyo, kutakuwa kuna mafunzo yatakayotolewa kuendelea ku, ku, ku, kuelekea hiyo hiyo siku ya wanawake. Mm -hmm. Lakini pia wanawake watapata fursa mm -hmm. yani ya kubadilishana mawazo. Yaani ya kubadilisha kukutana na wenzako, kujiongeana mm -hmm. uwezo. Kwa hiyo mimi nadhani ni kitu ambacho ni kizuri sana. Yaani kila mwanamke atamani hii siku yaani yeah. Ni siku ambayo kwa kweli ni siku ya, ya kujivunia kama wanawake, kwa sababu ndio siku ambayo itakupa kuku, kukutana na wenzako wa aina tofauti tofauti, anafanya ni mama wa nyumbani labda hana, hmm. fursa kuona na mtu fulani mwanamke ambaye anatamani angeonana naye hmm, lakini kwa siku hiyo tuta, tutaweza kukutana pamoja, kutakuwa kuna sherehe, kutakuwa kuna mafunzo mbalimbali, kutakuwa kuna kubadilishana mawazo, kupeana na fursa watoto amjini aa, kupeana na, na michongo kwa hiyo, kama tunaamini kabisa hiyo siku ni siku ambayo kwa kweli tunatakiwa wanawake tujivunie. Ah, ndio ni siku ya kujivunia pia na pia tukumbuke kwamba Arusha ni eneo letu la kitovu cha utalii yeah. kwa hiyo wanawake pia watapata nafasi ya mm. kwenda kuangalia wanyama mm. na hiyo pia serikali ilitoa, kwa wataenda wanawake zaidi ya mia saba zaidi ya mia saba watakwenda kuangalia mbuga za wanyama mm. na pia kutakuwa na mambo ya michezo yeah. watashiriki kwenye mambo ya michezo mm. kujijengea mili yao ikae sawa yeah. lakini pia itakuwa ni wiki ambalo tunapunguza stress kama sio kuziondoa kabisa, mm -hmm. Najua, na unapokuwa <laughs> na wanawake wenzio unasahau kwanza yale mengine, kwa hiyo wanaipata nafasi pia yeah. Yeah. ya kuondoa stress na kuingiza vitu vipya kwao, tutegemee kwamba wanawake watoka shiriki Arusha watakuja na mapya mazuri. Na usiku maalumu wa mwanamke kwao walioko Arusha, jamani, karibuni sana sana sana, usiku. Sana. Lakini sana. Pia <laughs> tulioko Dar es Salaam pia sisi maandalizi mm, mm. yanaendelea na mm -hmm. Sisi tutakuwa na wakati mzuri wa kusherehekea mm. pamoja, tutaadhimisha pamoja, tutakuwa na maandamano mazuri kabisa mm. na maandalizi yote yanaendelea kwa kadiri mm. siku zinavyozidi kuendelea mm. tutazidi kufahamishana. Lakini ndiyo, kwa sasa tumejipanga tumejipanga, wanawake wa kanda ya mashariki mm. kwa vazi letu la kitenge tutakuwa mm. na batiki batiki nzuri kabisa hmm, kuinua uchumi wa mwanamke na pia tutakuwa na vazi hili la kitaifa hapa na <laughs> vazi la kitaifa zuri, picha ya mama yetu <laughs> mpendwa. Kuna rangi hii ya bluu hmm, kuna rangi nyingine ya pich na tutakuwa na rangi hmm, nyeusi hmm. Wewe utachagua yoyote kati ya hizi, itakufaa utapendeza. Ndio, ndio, karibuni sana kwa hili vazi, wanawake tutapendeza. Sawa sawa, kwa hiyo mwanamke utaangalia rangi yako ilivyo

hili wiki tunapeana mafunzo mbalimbali kuelimishana, kwamba jamani, mwanamke, kama kuna eneo umeonewa, kuna maongozi yapo, kuanzia ngazi za chini kabisa. Kwa mwanamke anaweza akaenda serikali za mitaa akawasilisha, anaweza akaenda kituo chochote cha mambo ya jamii, kuna deski inalosikiliza wanawake siku hizi. Hata ukienda polisi, pia kuna madawati maalum ya wanawake, kwa anaweza akaenda akasema jambo ambalo linamtatiza kwa hata kama hafanyi kazi, hmm. bado ana maeneo ambayo anaweza akawasilisha hmm. shida yake hmm. au eneo ambalo hmm. anaonewa kwao. Na uwekezaji pia, tunashukuru sana wanawake tumekuwa champion wa kusaidiana wenyewe hmm. tuna yeah. vikundi vyetu vya vikoba sana. tuna vitu vyetu vya sakosi mitaani, tuna upatu <laughs> kuna ile nini tunasema, ile tunachangishana elfu mbili mbili kwa wiki hmm. sijui elfu mbili mbili kwa siku hmm. wengine elfu hamsini kwa sababu vile vinatusaidia sisi wanawake <laughs> kujenereti mitaji mitaji, yeah. na ile mitaji sasa, yeah. ataanzia na biashara ndogo ndogo kule, kule aliko mm. sio lazima afanye kazi apate mm. mshahara mm. Lakini kule, kule aliko amefikiwa mm. na amefikiwaje? mm. Tumejifikisha wenyewe huko huko mm. kupitia hivi mm. vikundikundi ambavyo wanawake tunavyo. Kwa hiyo mwanamke, mm. tunakuhamasisha, siache kujiunga na kikoba mtaani kwako, mm. usiache kushiriki yale mambo, tunapeanaga elfu mm. kumi kumi, yale yanatusaidia mm. hata ukipata shida hata kama mm. siku mme amekosa mekwama, lakini sisi wanawake tunawezesha. Kwa hiyo inatusaidia sana, kwa hiyo mambo yanatusaidia kwenye uwekezaji, yanatusaidia pia kwenye kuwezesha jamii, kuifanya familia ibaki comfortable. Anasema kwenye, kwenye kila mafanikio ya mwanaume mwanamke yuko ma... kuna mwanamke nyuma yake mm. mm. Kwa hivyo hata tunavyokuwa tunaadhibisha siku hii ya mm. mwanamke duniani ni dhahiri shahiri kwamba lazima mwanaume anahusika, ndio mwana. Hata kukupa ruhusa tu kwamba leo nitakaa na familia nitakaa na watoto, alafu na mwakao, ni Jumamosi, ni Jumamosi siku nzuri kabisa, lazima tushiriki, baba abaki na familia. Lakini pia ni ruhusa na wao kuja na watoto, ni siku ambayo ina ruhusu pia na mm. tumeona mifano huko nyuma mm. yeah. Yeah, kuna wanawake na waume zao na watoto mm. no, familia nzima imetoka mm. ili baada ya maadhimisho mm. wanakwenda mahali fulani pumzika, kubadilisha na mawazo mm. kuitoa familia mm. lakini pia kwa mwanamke aliyeko nyumbani, ukirudi basi itoe kidogo familia mm. <laughs> kwa hiyo tunaona kwamba ni namna gani mwanamke anaweza akafanya aka vitu vingi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo mm. mwanamke akipewa nafasi na kupitia kauli mbiu mm. ya mwaka huu ambayo mm. tunaeleza kwamba mwanamke na usawa uwekezaji bila kumsahau binti amewekwa eh mm, msichana pia naupokaulimbiwa na safari hii ime, imechukua ime, ime ime ime wote mwanamke msichana elfu mbili na ishirini na tano, tano. Kuimarisha haki, haki usawa msawa, na uwekezaji. Kwa hiyo ukiona ukiona hii kauli mbiu kwa kweli imeshiba, yaani imebeba kila kitu. Kwa hiyo usawa utakuwepo hakitakuwepo uwekezaji wote tukisha vipata, mm -hmm. package fulani hivi. Kwa hiyo tumemtengeneza mtu fulani mzito kabisa, mm -hmm. ambaye atafanya kitu, na nimefurahi pia yani, ameanzia na msichana mm -hmm. kwa sababu yeye binti mdogo, naye pia ajielewe, tunamkuza, tunamtengeneza, tunamtengeneza, tuna tuna vizuri, baadae anakuwa mwanamke yeah. hey. sasa mwanamke jembe mwanamke jeshi Tunaweza. <laughs> Tunaweza. <laughs> <Yeah. laughs> okay tunakwenda kumaliza kabisa kipindi chetu hichi cha siku ya leo kuelekea siku ya mwanamke duniani pengine kwa kuna jambo gani ambalo ungependa kumhusia wakati mwanamke nayekutazama okay. yeah. na sawa napenda ku kuwahusia wanawake wote kwamba wiki hii ni wiki ambayo tujishirikishe kwenye vyote tulivyoviandaa kwa sababu kupitia wiki hii tumeandaa vitu vingi sana, ko ukisikia wito wowote tumekuita, ukisikia mafunzo yoyote, ni vitu ambavyo tumejipanga ili tuseme na wanawake kwamba watoke pale walipo, wapige hatua moja mbele mbel. Tutakuwa na mafunzo, tutakuwa tuna maonyesho, kutakuwa kuna badilishana mawazo na kutakuwa kuna kufanya ile interaction na pia kupeana connection o ni wakati ambao mwanamke asikae nyuma, atoke ashirike na wenzie kuna vitu vingi atapata, hata kuwa yule wa jana hmm. Atakuwa ni mwanamke mwingine mwenye mawazo mapya, mwenye nguvu nyingine na mwamko pia wa utendaji mpya. tunawakaribisha sana okay. Mm -hmm. Mariam, asante, nashukuru na mimi namshauri na mwanamke hmm, kwenye hii siku, kwenye hii wiki, yaani asilale kama tumezoea kubaki nyuma. Safari hii wanawake hatubaki nyuma, kama tulivyosema tunaongozwa, tuna na rais wetu ambaye ni mwanamke haijawai kutokea lakini kwa hili kabisa tunaona wanawake tunaweza sasa. Ni, ni mwase tu huyu mwanamke yani, ukiona sehemu kwamba kuna mafunzo usiache kukaa mbali na wanawake wenzako kwa sababu kupitia kukaa pamoja tunapata fursa, tunapata mambo mbalimbali ambao tunajifunza kutoka kwao. Mkisha kaa wanawake wawili watatu, kuna mambo ambao mtabadilishana tab pale na vilevile, katika hali ya kujikwamua ki, kiuchumi unapokaa na mwenzako aweza kuambia kwenye biashara fulani, lakini sasa haya yani anakuja wanawake wote wale wa maofisini wale wa nyumbani wale wasaidia, yani wanawake wote tunakaa pamoja. Kwa kupitia huko kukaa pamoja kwetu kwenye hiyo fursa, tusiache, tusibaki nyuma, tujue kabisa kutoka siku hii tunakwenda kuwa watu wengine na, na watu tofauti katika jamii na kuleta tija pia katika jamii tunazotoka na familia tunazotoka vile vile. Kwao ni kuwasi sana mwanamke, usibaki nyumbani, azimia, lazima uwe pamoja miongoni mwao hawa wanawake watakakwenda kujumuika. Kama alivyosema mwenzangu, inawezekana isiende Arusha lakini katika mikoa yetu, katika taasisi zetu, katika mitaa yetu tujumuike hmm pamoja, tusiache fursa. Sasa hivi wanawake tumeinuka, tuna vikoba, tuna uwekezaji mbalimbali ambao tunafanya katika level ya chini, tusiache basi wa kusema hivyo ni kukaribishe sana na tuungane wanawake tuwe jeshi kubwa okay. sisi tuna kauli mbiu yetu tunasema Tumaini Media ndiyo mwanamke jembe inuka twende tunarudi mwanamke jembe inuka, inuka twende, twende. mwanamke jembe inuka, inuka twende, twende. hiyo ni Machi nane, nane. nane. kuelekea Machi nane elfu mbili ishirini na tano mwanamke jembe inuka 20, 20. Tuende kwa pamoja, yote yanawezekana. Ndio, ndio. Hii ilikuwa ni Nyota ya Mwanamke hapa Tumaini Television. Mimi ni Eve Anton Kazimoto, woman of Grace. Nilikuwa hapa kwa kupitisha katika mawili matatu, tukielekea siku ya mwanamke duniani, mm, Machi 8 2025. Asante na kwa heri kwa sasa. Asante, kwa heri.